Nitafurahia kuitoa kafara yako wewe. Nitafurahi sana.

babu wana wateza wengi naye siku hizi sawa, ishafika magari huja kumuona haisiru

b wanawateza wengi. Nashangaa kama tutaweza kumwona leo wale wanaopenda, those who like seeing the shows of the beach enjoy a free show for you. Hey, zawadi yake babo inaanguka anguka, mtaweza kukuya mlima Sahivi auku kuna viumbe ambavyo si vizuri. Sasa nimalize hii ama niende nao kwa babu, ya furahisha wajua ni kumoto, so kwa hivyo unahisi utamu wake Direkta huwe mmakini huko, kuna nyoka mna chatu huko mna mm. viumbe vibaya vibaya huko. matembezi mm. ma bure nishasema tembezi bure babu, kama ndamwona kwa upande mwingine

Babu babu babu babu, naona yuko kwa madhabahu yake. Yuko hebu nimpe zawadi, najua anapenda hivi vika

Babu. Naam, mimi hapa. Nani? <laughs> Sauti waifahamu kidogo tu. Habari, habari ya masiko nyingi huko. Huku ni nyumbani. Tulia nije huko. Tulia nije. Hali, hali. Upo? Nipo. Mii niko na kakazi nilikuwa na kenyewe kadogo uh. Karibu huko wamnanga viti, waweza ukatulia mahali kama alipopote popote wewe la kuporomoka huku nyuma imefika s huku nyinji ya maji. Sisi watu tunakaa huku msituni. <laughs> Karibu sana. Haujaona matatizo njiani? Sijapata ah, matatizo hata hmm. Siwafahamu nyumbani huku akawajulikana huku mi ni nao watu nilikuwa nawahudumia kutoka asubuhi, wa walikuja wamekuja wana... jana s sijui kama umeona magari mawili pale juu, moja imepata panja pale pale, nimemtuma aende aka nilikuwa ka... nawashughulikia, lakini nimemalizana na wao, nilikuwa nawasafishia barabara waende. Oh. hmm. Umepata nini hapo njiani ah? mesijapata taabu yoyote mm. Uh, lakini ila nimepatana na huu mswada fulani hivi gani? Masimu kadhaa nilizopigiwa ah. Ilikuwaje huu mwanasiasa wa uh, nchi ya tatu yaitwaje, hizo panda za Malawi O, yule mlipata na nyile siku nyingine? Huyo tushamaliza maneno zake, si alienda dhuru? Haya, asha pita asha, asha, ashaenda dhuru. Hala, hata nina nda kuitia, kuna kasawadi alinitumania na watakuja huku huyo mwezi nyingine ndio watakuja wakuja kutoa shukurani kama vile we utakuja kufanya tu Naomba <laughs> na hiyo na hivyo babu, mm. Lakini hadi hivyo nina furaha sana kwa ajili yake yule. Wajua, wacha ngwambie, mimi hujitoleanga na nafanya kitu bila kurudi nyuma. Nilikwambia, unaona hela zako hamna hela nataka, lakini ile kitu nataka tusikizane ni kitu moja. Kitu kipi hicho babu? Kitu kimoja, lakini hatujafikia hapo. Tuko hapa, tutaongea mengi. Waona ndio katika ya mwisho Aha. Ukiona mambo zako zote nimekukilia, zimeenda dhuru, ile zawadi utaokao nipa, sitaki hata hela moja, hata ukuja huku mimi ndio nakuwa wewe, si nakusimamia kila kitu. Mimi si maskini bana. Babu, unajua <laughs> hayo. Unajua wewe si maskini. Yeah. Asijai kufikiri siku moja. Naam. Lakini kama huyu alipita alipita, si hata yule mwingine alikuwa asumbuliwa na hapo. Cha ajabu, cha ajabu unajua nilifikiri ni poroju tu propaganda. Hmm. Cha ajabu nasikia amepita na asilimia themanini. Hai. Yule... Yani tu asilimia ishirini ndio ilimpinga themanini akamkubali. Na vile alikuwa hatakikani pale, mpaka alikuwa afukuzwa mpaka kwa nyumbani, lakini nilienda huko, nilienda nikakaa kule Babu, siku nne. Hiyo ndio kazi tunayoitaka, mm. Hiyo ndio kazi tunayoitaka huko, mm. Ha, kazi Pae, mi, si vitu zingine huwa tunagonga na tunafunga atuli <laughs> uh, Hatuli <laughs> maji haya hapa lakini hatuyaonji yeah. Unayapita hapo juu, maji unapita juu, lakini uyaonji, ndio ukamilishe kazi na yule unamfanyia kazi afurahie, kweli babu. Ya yeah, naniulize pia naam. Na... kuna mzigo wangu naam uliokuwa waelekea nchi ya Kongo hmm. Nakumbuka kuna watu waliohusika no. na kuchangia mzigo wangu ukakamatwa, nakumbuka no. Nikiwasilisha huo mswada hapa no. Hivi vipi, jamaa ulimshughulikia vipi? Manake nikwambia, wewe unataka angamie na watu wake wote, huyo ofisa alioongoza kufanya vitu vyangu vikamatwa, na pia kuna yule aliyompa ujumbe. Kwa hivyo mwashughulikia vipi sofa manak... Sasa si huyu mmoja huyu, alizikwa njuzi. Haya, afisa alizikwa njuzi, babu, ndio hivyo sasa. Huyu uh, mwingine alishikwa niko jela ah. lakini pale anataka tumfuatishe atoke tummalize. Bas. Hayo, unaona ifurahia. <laughs> si watu wa kukaa wakiwa uhai. Na, naomba hizi zingine nakataanga, lakini zile huyu mmoja sializikwa kwa sijui kuwaitwa sijui niliona ni, nikitumiwa hizo maninii ni mi. Unajua, nikimaliza kazi yangu wanga tumemalizana, mi sitaki kujua hapo. Pengine ngoja, ina ombi lako nimelipenda zaidi. Aha, hu mwingine kafa siojua, bado ni vizuri kufanya kazi Inayolipa. Naam. Isije tukafanya kazi ya sulubu yani, kazi sio na malipo. Naam. Ingewaje, najua amna kazi ngumu mbele yetu babu; hiyo nayo nafahamu. Na wajua, hii ilo nakuchezea hivyo. Sawa so, basi naomba hivyo hivyo. Huyu aliyejela, hmm, aliyejela achiliwe. Huyo siku mbili ataachiliwa. Hata ndio nilikuwa nataka nishughulikie leo jioni, kabla kesho, kesho kutwa, sababu kesho nina kazi nyingi kesho kutwa atakuwa ameachiliwa. Basi akiwachiliwa hivi kesho kutwa anagongwa tu na gari hiyo, tunamaliza. Situfanye hivi manake kani uh, wamtaka. Kumbuka ni mwanasiasa na wamtaka huyu mtaka maanake tuhitaje mzigo afisa aliukamata amekufa. Yeah. tamtumia huyu kutoa huo mzigo na pia na mali yake yote mwanasiasa lakini... na hela ni sawasawa pia, ili asije wai asije wai na pasiwai jitokeza mtu yeyote, iwe funzo kwake, alafu kifo chake kiwe cha uchungu, baadaye hatambakishi wajua. Hata sikia, ngwambie, nilikwambia ukitaka nikupe roho mbaya zaidi, nakupa roho mbaya zaidi na ukitaka uamue kutesa mtu, mtese bila kuhurumia. Eye, yule hata babako hata mamako, we ulizaliwa peke yako, sio? Ulibebwa tumboni siku ngapi? Miezi tisa, miezi tisa. Peke yako. Basi peke yako, peke yako, usijue mtoto wako usijue bibi yako, ona ndio eh, unaonanga, sisi tuliamua maisha ya kukaa msituni. Sisi wajinga si tuko hapa. Nilikuwa nimemalizana nao nasikia <laughs> kuna wengine wanaingia masaa hiyo masaa, tunaenda wametoka mbali sana Ibi. Leo hii, ujatulia kwenye balkoni yako kule kule nilikuwa kule, nilikuwa sasa wajua, nina, nina kwingi oh, hata kule boda kule nina ah, kwingine pale juu. Sijui kama umeona mbuzi imefunga pale mbili, hizo zimekuja na hao wageni hapo oh. Umeona kitambaa kingine nimekiweka leso pale juu, ikifuka pale kwa lile maji pale. Kuna apo, ya, na pia kuna pale karibu na eneo langu pale mbra... juu ya pia kuna mifugo nimeacha hapo yeah, mizako yeah, yeah, pia mungu zangu hizo watu wamejaribu wamejaribu kuleta tu vitu, sababu wajua ukifanya vitu zingine lazima ukue na, ukiona mtu akuja kukuambia asante amefurahia ona. E, na unamfanyia kitu kama ni uchawi na chawi, unaoroga kabisa. Kama ni kumaliza, unamaliza, lakini unamuuliza kwanza, watakaje tumalize ama tuachie hapo? Unahuruma nini? Enyewe babu, unahuruma nini? Aniambia tumalize hapo, ndio nachekanga sana hiyo, sababu si rahisi sana hii. Akae ni kazi ngumu enyewe. Maana nini? Kama unamchunga chunga vile e. Heri kumaliza naye tu kabisa, yeah, yeah. Silikuwa ama yeah. Kuna... ni nikutembea tu kutembea, oh, niona na kamera mimi mwenyewe, mm. Ya, kamera hii yangu hapo ukiona unajua kuna u um, mshezi nasumbua kuna um, araa anaitwa